Tena tunazidi kuchambua swala la siasa. Hii ni sehemu ya pili, sehemu ya kwanza kwa iko pale nyuma, na endelee, unaweza songa ukatazama. Hii ni sehemu ya pili ya maswala ya siasa, pamoja na wenzangu ambao wamejikita katika maswala ya siasa, na tunazidi kulinganisha na maadili. Kwa hivyo, kuna hili swala la hisia za kisiasa na swala la udhanaishi, maisha ya kifo, kuishi, ni mambo ambayo hayafai kuingiliana. Uwezi ukasema kwamba kwa sababu mwanasiasa alikuwa mbaya, kwa hivyo anapopata taabu ama anapopata kifo basi unamchukulia unazidi kumzungumzia hivyo. Na tumeona juzi, labda mwanasiasa ama aliyehusika na siasa sana yule, uh, tume ya uchaguzi mwenyekiti wa chume aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi aliaga dunia, tukapata hisia za watu mbalimbali wakisema kwamba, eh, ilifaa hivyo, sijui alistahili, maswala kama hayo. Tukianza nawe bwana Juma, unahisije? Ni swala la kukashifiwa ama ni vipi? Unajua siasa kuleta hisia nyingi sana, hmm. na labda kwanza niseme ni vizuri mtu anapoaga tujiunge na familia, ama kama huko unampenda huyo mtu, basi ni vizuri uwache familia yake omboleze. Lakini pia tunarudi tena kwa viongozi na hawa viongozi wetu wengi, asilimia kubwa ni Wakristo. Mkristo ni, ni mtu ambaye anaamini katika Yesu Kristo, na mimi nimesoma Biblia, agano jipya, agano jipya, masuala ya Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu, wakati aliambiwa kwamba Lazaro ameaga, alifanya nini? Alilia, akawa na ule utu, kumaanisha kwamba kifo sio kitu cha kuchezea chezea tu. Lakini hapa nchini Kenya tumeona kwamba viongozi wamelichukulia suala la kifo kama kitu cha kawaida, kwa sababu wewe kiongozi ambaye wakati wa maandamano una sifu wale polisi ambao wanaenda wanapiga watu wanaaga una, una, ni ujumbe upi unapitisha kwa wananchi? Unamaanisha kwamba hata wewe ikitokea siku moja kwamba umeondoka, basi wananchi nao washerekee, kwa sababu ulikuwa unasherekea wakati wao walikuwa wakiuliwa. Unasikia swala kama hilo? Kwa hivyo uh, kusherekea kifo kwa Wakenya mimi nitasema sio jambo zuri, lakini linatoka kwa viongozi. Viongozi wameonyesha kwamba hawana ile, kwa Kiingereza wanasema remorse. Kwa hivyo wananchi wanapata ile avenue ya kulipiza kisasi, na mimi nimekuambia siku zote mimi niko na wananchi inafaa ama haifai? Nadhani haifai, lakini kwa sasa inafaa. Tukija kwako <laughs> <laughs> Bwana Kizito, unaisije kuhusiana na swala hilo la wananchi kupita mimi mpaka ya kukashifu viongozi mpaka kwenye kifo. Mimi Bwana Levi nataka nikuulize, mm, sababu mimi hohehae kule kijijini wakati nimempoteza mpendwa sijawahi ona watu wamesherekea na kushangilia kwamba amefanya vizuri akaaga dunia, lakini inapotendekea wanasiasa ona kwamba wananchi wanajitokeza tena kwa umati, kwenye mitandao, kwenye barabara, wengine mpaka wanatengeneza majeneza na kulishabikia jambo hili. Ujiuliza, ni kwa nini jambo hili linafanyika? Ina maana kwamba kuna kitu ambacho tulitaka huyu kiongozi atufanyie, akatusukuma tu, na kutupeleka mbali kiasi kwamba hatukupata nafasi ya kukaribiana na yeye tukaweza kumwelewa. Laiti tungemwelewa tunge Uh, nadhani tungekuwa remorseful na yeye. Hebu jiulize kama alivyosema mwenzangu kwamba Yesu Kristo alilia sana kifo cha Lazaro. Kujua mm, kwamba dada yake walikuwa rafiki sana na Yesu Kristo. Laiti hao viongozi ambao wanalalama wangekuwa karibu na sisi kama wananchi. Masuala haya hayangetokea. Naam, bila shaka. Kwa hiyo bado unawatetea wananchi. Naam, kulingana na dhana ya utu, sishabiki vitendo vyao lakini bila shaka ninasimama na wao kuwatetea. Kwa hivyo kama viongozi wanaona kwamba ni jambo ambalo halifai, sidhani kama. Hebu, hebu fikiria hivi, kuna kiongozi ambaye alikuwa akishabikia mtu fulani akipigwa. Nilisikiza sana ile video kwanza, nikamnasa nika, kamera zikamnasa zikisema, piga, piga! Lele, kama huyu aliyekuwa akipigwa angekufa, kiongozi huyu angechukua hatua gani? Zile video zichezwe katika mazishi yake? ingekuwa ni picha gani katika taifa na mataifa? Ni picha mbovu. Kwa hivyo wakati unajua, tuseme, nilisema hapo awali kwamba mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Kwa hivyo sisi tunaonekana kama nguruwe kwao, lakini mauti yanapofika kule, haoni kwamba kuna ule usawa. Sasa wanaona tu kwamba hizi ni dhihaka ambazo wanafanyiwa. Kwa hivyo wao viongozi pia warudi katika nafasi ya utu, wakuwe katika viatu vya hawa wananchi, nadhani tukiwa hivyo tutakuwa tutakuwa tumesawazisha tumesawazishwa katika mauti. mm -hmm. Na bila shaka, sawa sawa <laughs> hivyo nadhani ni vizuri japo, wajua, sitaki turudi katika swala la uchaguzi wa 2022 labda kuna maamuzi ambayo yalifanyika, huenda yule mwenyekiti alifanya sahihi au hakufanya sahihi. Sipendi turudi kule kwa sababu ni swala lililopita, lakini nikiangalia mnasema, labda kuna tabia za viongozi ambazo ni mbovu. Huyu bwana ambaye ameaga, bwana Chemkati, sijawahi kuona hata siku moja akasimama akazungumza namna namna ambavyo aliyekuwa naibu rais anazungumza swala la kusema sema ule ule ni mjinga. Sasa mimi kivyangu nahisi kwamba watu wamemwonea sana, kwa sababu amekuwa kando na yale aliyofanyika 2022 ambayo sijui labda alifanya nini, lakini baada ya hapo amekuwa mtu mtulivu sana. Kwa hivyo <laughs> nadhani wame, ameonewa sana. Na jambo hauelewi, na naomba nikueleweshe mm. Hii sabati ambayo unasema kwamba isiwe katika mtaala wa elimu yeah, uh, rudi kwa sabati nataka nikutoe, ndio labda tutaelewana kwa sababu yeah. Nikikupa tu historia mm, hautaelewa mm. Ujue katika katika uchaguzi mara mingi tunategemea hii sabati mm, na hii sabati kuna jinsi ambavyo inadaiwa na mpaka na mpaka kumekuwa na hidhibati za kuonyesha kwamba kuna jinsi ambavyo walicheza na ile hii sabati, kwa mfano ukizingatia CJ Koome Uh, kumekuwa na fununu ya kwamba zile zilikuwa za kiongozi huyo, na kuna mashahidi wengi ambao wa wamekuja wakajitokeza wakasema kwamba ni hivyo anavyosema. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hili janga ambalo tunapitia kama taifa, nani alitupeleka kule? Yule mzee ambaye tulitarajia kwamba katika upara wake ana hekima alitu, alitupeleka mahali ambapo kuna hili swala, tunasema siku zote ng'ombe akivunjika guu maishoni kujikokota nyumbani akasaidiwa. Sasa iwapo mtu amekosea sehemu fulani mara moja na amejikokota amekuja ametulia, haleti vurugu tena, unaisije labda anafaa kuheshimiwa ama kusamehewa kwa njia fulani. Mimi nadhani kuna swala la mbwa na mwenye mbwa. Kwa hivyo unapopiga mbwa, mlaumu pia mwenye mbwa kwa kutomfunga mbwa wake. Hawa viongozi tunawazungumzia ni tokeo la uchaguzi wa mwaka 2022 na nani alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa IBC? Ni Wafula Chebukati. Kwa hivyo inamaanisha kwamba marehemu, na labda kama mjui, alikuwa jirani yangu kutoka kwetu mpaka kwake zilikuwa mita kadhaa, na pia mimi nilishiriki mazishi yake, na labda niliomboleza na familia, na nawapa pole kwa kumpoteza mpendwa wao. Lakini mwisho wa siku tuangalie jumla ambavyo uchumi wa Kenya unaendeshwa kwa viongozi ambao waliteuliwa kupitia kura ambazo yeye ndiye alikuwa nahodha wa zoezi zima la uchaguzi. Kwa hivyo wananchi wanaona ni kama yeye alipenda hao viongozi na hizi tabia zao, kwa hivyo pia yeye anastahili kukashifiwa. Binafsi mimi nasema hatufai kuwakashifu wafu, ni kinyume na itikadi na mila za Afrika. Mfu anapoaga ni kinyume na Kristo, kinyume na falsafa, na kinyume na kila kitu, kwamba mtu anapoaga hiyo ndio nafasi pekee labda ya kumsifu lakini mtu huyo kama kweli hakuwa anathamini, unajua sifa pia zinaundwa unapokuwa hai hmm. hakuwa kama anathamini utu, basi sioni kama kuna haja. Kwa hiyo mimi ningependa kuambia Wakenya kwamba tusisherekee swala la vifo, lakini bado nawaambia viongozi wakuwe makini sana na matamshi yao, wasikue ni watu ambao jambo likitokea, kama sio lazima uzungumze, nyamaza hmm. na mimi nitamrejelea huyu Raila Odinga. Ee, mimi binafsi niseme nilikuwa mfuasi wake kwa kiasi, lakini tangu aingie kwenye serikali labda mnatashushi kidogo, lakini hii mara nyingi mnaweza kuwa mnazungumzia masuala ambayo namhusu na amenyamaza. Kwa nini aoni haja? hmm. kwa sababu anajua kufungua kinywa hata kwa mara moja katamsmam. Kwa hivyo viongozi, labda tusome hilo la kunyamaza. uh -huh. Asante sana, labda tuimalizie hili hoja ya uzalendo. Swala la uzalendo na raia ni vipi, ni vipi unaweza ukapata ni raia mtu ambaye ni raia wa Kenya nataka nafasi ya kuwa kiongozi wa Afrika, kisha unapata sehemu kubwa ya Wakenya wanakashifu, wanasema kwamba haifai haifai. Unahisije labda uzalendo, tukianza na bwana Kizito, uzalendo upo pale kweli? nadhani kwanza haya ni maandiko, ni kwamba iwapo tutakuthamini na jambo dogo hata kubwa, basi tutakuta tutakuthamini kwa hilo kubwa. Hmm. Huyu huyu kiongozi wetu ambaye tulitaka afike kule, katika hili dogo hajaweza kufanikisha chochote kule atafanikisha lipi? Nimemaliza, asante. Hmm. Bwana Juma, unahisije? Huyu bwana alifaa kupata support kwanzia nyumbani. Yani nyumbani ndipo unahitaji kupigiwa makofi, basi umesimama, lakini nyumbani ndio unapata kwamba alipata upinzani wa aina fulani. Mimi nitasema nikirejelea kauli yake kwamba, wanasema tunazungumzia Raila Odinga na AU, naam. Mimi nitarejelea kauli ya bwana Kizito kusema kwamba mcheza kwao hutuzwa, bila shaka. Kama hujacheza vizuri nyumbani, basi huna haja ya kutuzwa. Kwa hivyo Wakenya kwa ujumla walikuwa wanaona kwamba Raila hafai, kwa sababu labda nyumbani hajafanya kutosheleza ya yeye kuchukua jukumu kubwa kama la kuiongoza Afrika. Halafu pia kuna masuala ambayo yalichangia yeye kuanguka, na labda <coughs> sisi hatungemuombea. Unajua, wanasema msafiri ni yule aliye bandarini kabla. Wewe msafiri lazima uandae mizigo yako unaposafiri, kila ambacho utahitaji safarini. Yeye alijua hii ni safari anaenda ile kampeni timu ya kumkampenia haikuwa na watu ambao wanasomea masuala ya diplomasia, iy alikuwa tu na watu ambao ni wanasiasa yeah. Kwa hivyo watu ambao hawana msingi wa masuala ya diplomasia wangemsaidia vipi yeye kushinda kiti ambacho kinahusu diplomasia? Kwa hivyo yeye mwenyewe tunasema is the author of his own misery, na wa Kenya labda nini mtasema, they have no civil duty to be patriotic, there are very many other ways of expressing patriotism, na wa Kenya wanaosema wa wanalipa ushuru na hiyo ni ishara tosha. Uh -huh. Not by supporting a leader, sio lazima wana uhuru. mm -hmm. yeah, mm -hmm. uh -huh. wa kisiasa pia waliona kiongozi wao hafai labda mwingine ke... Kwa sasa tunafunza wanafunzi lazima ukuwe patriotic kwa continent mzima, na Wakenya walithibitisha hilo kwamba hao wanaipenda Afrika sio Kenya tu. Huenda hiyo falsafa inaonyesha hivyo. Kabla hawajamaliza ni kuambie kwamba Ukienda ukweni, siku zote hmm, nenda na watu watu ambao tayari wameshakosa mahali, usikwende na vijana barabara ambao watakuaibisha. hmm. <laughs> Okay, vizuri sana labda kukosa kwa, unajua, amba wale ambao walifaa kumpigia kura Raila Odinga labda ni watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi, labda waliona kile kinachoendelea katika nchi yake, wakasema basi huyo afi. Unikia, e, kuweza kukosa nafasi hiyo, na nafikiri si jambo zuri sana, kwa hivyo ni hayo kwa hivyo tunazidi nafikiri, tutakomea hapo kwa leo. Tumechambua maswala mengi ya kisiasa, endelea kufuatilia, unajifundisha maswala mawili matatu na e, na na pia pia unapata kufungua macho na kujipevua na pia kuburudika. Kwa hivyo zidi kufuatilia, nashukuru sana wageni wangu. Nimekuwa na Bwana Juma Mkosi pale na Kizito Ouma. Mimi naitwa Levi wa Upundi na hii ni Rufa Africa Media. Endelea kusubscribe pale na pia kama una maoni tofauti, labda tumesema kitu ambacho unahisi akipo, basi comment section iko pale Enda pale utuambie, na usisahau ku like na kushare ili wengine wapate burudani hii ya kipekee. Shukran, kwa heri kwa sasa.